Wanasiasa wanaoegemea upande wa serikali wameendelea kushutumu upinzani kwa kile walichodai kwamba ni kufadhili uhalifu ulioshuhudiwa wakati wa maandamano ya Jumatano. Wakizungumza eneo la Malava kaunti ya Kakamega, viongozi hao wakiongozwa na msaidizi wa rais Farouk Kibet walidai uwepo wa njama ya kuipindua serikali ya Kenya Kwanza. Haya yalijiri huku viongozi wa kidini katika kaunti ya Nyandarua na maafisa wa polisi eneo la magharibi mwa nchi wakitoa wito wa mazungumzo ya kitaifa na uwiano ili kupunguza mihemko ya kisiasa hapa nchini wakizungumza katika eneo la Masaka, eneo bunge la Malava, kaunti ya Kakamega, wakati wa hafla ya uwezeshaji wa kiuchumi wa wanabodaboda, wanasiasa hao wanaoegemea mrengo wa Kenya Kwanza walimshutumu aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kwa kile walichokidai kuwachochea vijana kuzua machafuko kote nchini. In a very democratic way We. Wale ambao wanataka kumtoa, tunawaomba wangoje mpaka mwaka wa 2027. Wameshindwa mbinu zote, wanataka kuchoma nchi yetu. Sisi tunawaambia hapa na state categorically, stop camouflaging anarchy <laughs> Semi kama hizo zilitolewa mjini Kisumu na waziri wa kawi Opiyo Wandayi. Alimshutumu kinara wa chama cha DCP kwa kile alichokidai kuwa kueneza siasa za mgawanyiko Movement. Ni madai ambayo yamepuuziliwa mbali na viongozi wanaomuunga mkono Gashagwa eneo la Ukambani, wakiongozwa na naibu gavana wa Machakos Francis Mwangangi. Viongozi hao sasa wanatoa wito kwa waziri wa usalama wa taifa Kipchumba Murkomen aondolewe mamlakani kwa kile walichodai kuwa kutowajibika. Kipchumba Murkomen akizungumza leo: unaona watu wanagawanya namna hii, Kenya inaendelea kuwa more divided na huku, wanasiasa wakilaumiana kuhusu machafuko ya kisiasa, viongozi wa kidini katika kaunti ya Nyandarua wameelezea wasiwasi kuhusu mihemko ya kisiasa inayoendelea.